Ni kwa mara ya kwanza msanii David ameweka wazi juu ya ukaribu wake ama urafiki ambao alikuwa nao na Hushipuppi. Huyu ni yule jamaa ambaye alikamatwa mwaka elfu mbili na ishirini mnaijeria ambaye makazi yake alikuwa ni Dubai kwa muda mrefu sana, na alikamatwa kutokana na makosa ambayo yalimfanya asakwe, ikiwemo dhuluma, utakatishaji wa fedha na hata wizi mtandaoni wa mamilioni ya fedha kwenye mataifa mbalimbali ikiwemo pia. Alikuwa ameplan kuiba kiasi kikubwa sana cha fedha takriban dola milioni 124 kwenye klabu kubwa ya Ulaya. Sasa anatumikia kifungo cha miaka 11 kwa sasa. Davido kupitia interview na bad fuel alieleza namna ambavyo alikuwa na karibu na Hushipuppi kwa kueleza kuwa ni kweli kwa muda mrefu walikuwa na karibu positive na karibu na, hakuwa akifahamu kama mtu alikuwa akijihusisha na masuala ya kuskam, yani wizi wa mitandaoni na dhuluma na hata utakatishaji fedha. Davido anasema alikuja kubaini hilo pale ambapo alikamatwa, na kuwa hii haimfanyi kuweza kumzungumzia vibaya ama kumtenga, na kuwa ni rafiki yake na naamini hivi karibuni atatoka gerezani na kusema kwamba maisha ya Nigeria ni magumu sana, na hivyo kuna baadhi ya watu wanaona ni bora wapambane kwa namna zozote zile, ile tu kuwa na maisha mazuri, yani kuepuka umaskini. Na kuna watu wana jizira Maybe, kufanya utapeli kwa miaka mitano, miaka miwili, yote yote tu kuweza kufanikisha yale ambayo anahitaji, lakini wakishangia huko inakuwa ni ngumu kutoka. So Davido anasema kuwa amekuwa akimwombea na anaamini sio muda atatoka gerezani. Sikia hiki ambacho anakisema hapa msanii huyo, hii hapa ni wuhi, SNS mini gentleman.